Majina, anaitwa Angelina Josephat Lwambano, balozi shina namba moja, Mateka C. Changamoto katika mtaa wangu iliokuwa changamoto kubwa kwenye barabara kwa kweli, hapa mtaani barabara hakuna hata kwa kupita tena, tukujui kuna mkato mmoja amejenga hapa, ameshaziba tayari. Wananchi walikuwa wanapita huku lakini ameshaziba, na ile kule juu hata inakotokea kule barabarani ipo kwenye nyumba ya mtu kwa hiyo njia imepita katikati, pamoja na changamoto aliyozungumza balozi katika mtaa wetu kwamba ni barabara, lakini pia tuna changamoto kwamba shule ziko mbali. Kwa hiyo tunatamani katika mtaa wetu huu wa Mateka C angalau tungepata shule huku sehemu yoyote ambapo patakuwa na kiwanja cha wazi, tupate shule ya msingi ili kuokoa watoto wale watoro wanaoshindwa kwenda shule wanakaa njiani, ili angalau shule iwe karibu, hata kama sio leo, lakini kwa miaka mingi ijayo lakini watufikirie kupata shule mtaa huu wa Mateka C, maana ni mtaa mkubwa, ni ng'ambo hii na ng'ambo ile kule ambayo ni kigamboni wanaita. Tunaomba barabara hii hapa, barabara hii kwa wakati huu wa masika inatusumbua sana, ina tope. Kwa mtupunguze, ili tope liondoke na badala yake mtuwekee hata kiwango kingine cha changarawe au ikibidi lami kabisa, kwa sababu kwa mjini, kwa mazingira ya jiografia ya Mateka C huku watoto wanatoka mbali sana kwa ajili ya shule swala ambalo tumelizungumza kuanzia kwanzia mwaka jana kwao. Tunaomba tupatiwe shule ili watoto wetu, na tuna watoto wengi tu huku juu. Tunaomba basi na watoto wao, pengine ikimpendeza, iki Mungu mwakani, waanze darasa la kwanza. Sisi wazazi tuko tayari kupewa maelekezo ya aina yoyote na kuanza nguvu ile ya kwanza, ili serikali iweze kuja kutunga mkono. Taasisi zifuatazo zinahitajika kushuka zaidi kwa wananchi kutokana na uhitaji wake. Kwanza, taasisi ya NIDA, vitambulisho vya taifa taasisi ya Rita vizazi na vifo, na vifo. Watu wana changamoto nyingi, wanashindwa kwa kuzipeleka, wakienda huko, gharama za kupata hivyo vitu zinakuwa zaidi ya zile ambavyo wanatarajia. Kwao kwa, kwa kupitia maadhimisho haya, ni kuombe katibu uziarike na taasisi hizo ziwe na mabanda yao hapa, ili wale wenye uhitaji na namba ya NIDA na uhitaji wa vyeti vya kuzaliwa basi wavipate hapa, kwa sababu sasa hivi bila NIDA huwezi kupata hata mikopo ya halmashauri. Tumepokea kero nne kwa balozi. Kero ya kwanza barabara, na kweli tumepita tumeona gari haiwezi kufika. Naomba nichukue nafasi hii kumwagiza meneja wa TARURA Jumatatu afike Mateka C na wabalozi, ntaacha namba yangu, utanipigia kama hajafika. Meneja wa TARURA afike Mateka C kuja kuona uwezekano au namna gani Mateka C hapa wanapata barabara ya kupitika muda wote, hata kama ya dharura, ili angalau magari afanye nini yafike ya chama. Tunamwagiza meneja wa TARURA afike Mateka C kuja kuona namna nzuri ya kuweza kuangalia namna gani anafanya liwezekanalo kupatikane njia au sio? Na litatekelezwa, asipotekelezwa utanipigia simu na nitamfuata ili awezi kufika hapa. Wewe ndio Mstahiki Meya, Mateka C wanahitaji mkondo wa shule, hawana shule, watoto wanasoma mbali. Sasa nini majibu ya serikali katika hili ukiwa Mstahiki Meya wa mji wetu wa Songea? Uh, kwa isho kabisa na tayari, wao baadhi ya wananchi wanajua, nimeanza kuufuatilia swala hilo la kupata mkondo wa shule ndio, na ni hatua ya ufuatiliaji na mwenyekiti wa amaniaaaia anze kuona namna kupata eneo